Wa kukipa chama cha walimu viongozi wake wa miaka mitano, miaka mitano sio siku tano, sio miezi mitano, miaka mitano. Kuwapa viongozi hakutapata nafasi, nami naomba sana sana sana, hakuna kitakacho tuangamiza na kukuumiza na kukuharibia. Kwa hivyo, angalia kundi unaowakilisha huko nyuma, rushwa unayopewa utakwenda kuangalia kiasi gani waliokufikisha hapa, ili sasa watakuhudumia vizuri, waseme tulikula alivyofundisha miaka mitano, siwezi kusema kwa sababu wewe uko hapa. Na hakuna atakayetoa, atakayetoa hapa. h

Nikasema tatoa mumishi niliopewa na Mungu wangu kwenu. <laughs> Nataka nipeni kura, hamtaki, nisilipi, lakini siwezi kununua utumishi wa sadaka kwenu ambako nakwenda a kwa sababu ukinipa kura kwa kuwa nilikupa fedha, moja ina kudharau, lakini la pili, mimi ukiniona unaliona kwamba ufai, isipokuwa kwa sababu ya pesa aokuchagua. Haya siataa, naomba wagombea sasa, nisiwaseme wagombea kwa sababu wagombea hawatafanya chote. Kwanzia sasa, ninyi wapiga kura talifeli heshima na mtu wenu ha hapa tuko nuruni. Ninawaomba sana kwa ajili ya uh lazima walimu wangu wote s wanayo haki ya kugombea kwenye chama cha walimu ha, wanayo haki lakini, bahati mbaya, hawa wenye sifa ya kuwa wenye viti na nafasi sita wote wana haki ya kuwa waasili na kusema waasili ni bodi. Hao watu sita wana nafasi ya kuwa waakilishi wa mkutano ya kwa mkoa wa Rukwa kwenda kwenye kiti, lakini nafasi ni moja. Kwenda kwa matisho, vijana vijana, ni vijana zaidi ya kitabu, vijana wa wana haki ya kuwa waakilishi, na nafasi ni moja. Kwa elimu ni zaidi ya kubidi, wana uwezo wa kuwa waakilishi, lakini nafasi ni moja. Kwa hiyo ni waombe hata kaipata tuseme ndiyo, mipaka za miaka ya sasa. Kinachofuata tu kushirikiana na nini, kwa sababu mna jua function, yani mnafanya kazi mbili katika moja. Mkifanya hayo mkabaki na umoja, mmeubeba mkoa wa Rukwa kuwa tuwa wamoja, mtafanya walimu wetu wawe wamoja, na umoja wa walimu wetu wote ndio tukawafanya kwa watoto wetu, kwamba kwa kwa kwa kwa hakuna mwalimu atuliingia darasa za za kufundisha akiwa na kinyomo Naomba sana, naomba sana. Kampeni muda umekwisha, kambeakelekeka moja taka kuzungumza jamaa zetu hapa mbele wakizungumza. Fanya kazi yenu, ni wajumbe msio na ubaya.